Twende kusemea miradi ambayo ameisha tekelezwa kwenye mamlaka zetu. Ukiangalia sasa hivi mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli ameleta fedha nyingi za maendeleo kwenye mamlaka zetu, tumetekeleza miradi mikubwa kwenye mamlaka zetu. Sasa amesema hiyo miradi hayo mambo, twende kuyasemea kwa wananchi, twende kuwaambia, na alitolea mfano kwamba usipojisemea hakuna atakaye kusemea. Kwa hiyo lazima twende kusema miradi, na hapa mimi nitoe wito na kiongozi wa jumuiya ya serikali za mitaa nikiwa na msaiki wangu meya hapa e, wa jiji la Dar es Salaam, ni wakati sasa, waheshimiwa madiwani, kila kata yake kuanza kufanya mikutano ya hadhara edha kila kitongoji kwenye, kwenye vijiji kwenye mitaa kwenye mitaa yetu kwenye makundi ili kuwaeleza mema yaliyofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan jinsi elani ya Chama cha Mapinduzi ilivyotekelezwa kwenye maeneo yetu yapo yanayoonekana, kwa mfano majengo yanaonekana, vyoo vinaonekana, barabara za rami zinaonekana, lakini yapo ambayo hayaonekani, mfano ajira. Mimi nawapa mfano mdo, Dr Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja, tulikuwa na uhaba mkubwa wa watendaji wa vijiji na mitaa. Natulia mfano wa Bukoba DC, halmashauri ya Bukoba sisi tuna vijiji 94 anaingia madarakani tulikuwa na upungufu wa watendaji wa vijiji 40 lakini leo hii ninavyokuambia hakuna kijiji chochote ambacho hakina mtendaji wa kijiji kwa hiyo na maana vyote amekava hizo ajira tulikuwa na upungufu mkubwa wa walimu walimu wameajiriwa tulikuwa na upungufu mkubwa wa wahudumu wa, wa, wa, wa afya wameajiriwa mpaka sasa hivi wameenda mbali wanataka kuajiri kila mhudumu wa afya kwenye kijiji, ili sasa kwenye jamii ile husika kuwepo na mtu ambaye amepewa mafunzo ya huduma ya afya, ili pale ambapo kuna upungufu wa nurse, kuna upungufu, ili aweze yule kuweza kusaidia. Walikuwa wanafanya MDH kwenye halmashauri zetu. Sasa hivi serikali aliona kama ni la muhimu sana. Kwa hiyo yapo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kupandisha daraja, lakini yapo mengine ambayo ameyafanya kama kuhimiza kusimamia sheria, taratibu. Umeona hata yeye akichukua maamuzi ya mtendaji, amekosea, anatumia taratibu ili kumchukulia hatua yule. Kwa hiyo haya yote ni mambo ili watu wayaelewe, lakini angalia kwenye mamlaka zetu watu wanavyofanya kazi kwa uhuru, wanapofanya, wanavyofanya, wanatoa mawazo, wanavyojiamini, hawana kizuizi chochote. Hayo yote ni watu wa kuwaelewesha kuwa, lakini pia kipato kwa wananchi, watu wanaweza kaona kwamba ah, sasa haya tunayaona madarasa na nini, lakini je kwenye kipato. Lakini ukija kuangalia sasa hivi kipato cha mtu mmoja mmoja kimebadilika. Kwa mfano, unakuta kwamba halmashauri ilikuwa labda ina masoko, lakini unakuta yale masoko yameboreshwa. Kuboreshwa kwa soko ni tayari kumwongeza kipato yule yule mwananchi, yule mtafutaji. Twende kwenye kilimo, uliona BBT inavyofanya kazi, uliona masoko yalivyofunguliwa watu kufanya biashara. Sasa hivi magari yanakwenda vijijini kuchukua mazao. Nitoe mfano, sasa hivi kahawa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, kilo moja ya kahawa ilikuwa inauzwa shilingi elfu mbili mia moja mpaka elfu mbili mia tano Sasa hivi kilo moja ya kahawa na inaenda shilingi elfu sita elfu tano mia tano Kwa hiyo, na kipato cha mtu mmoja mmoja kimeboreshwa. Kwa hiyo, haya ndio mambo ambayo ameageza mheshimiwa rais, twende kuyasema kwa wananchi waelewe, wajue kwamba mama amefanya kazi.